Wakazi pamoja na wafanyabiashara wa eneo la Matsanjeni katika kaunti ya Kilifi wamelalamikia ukosefu wa uko nguvu za umeme kwa muda mrefu. Wakizungumza nje ya ofisi za kampuni ya Kenya Power mjini Malindi, wakazi hao wanasema kuwa biashara zao zimesambaratika baada ya transformer kutolewa katika eneo hilo. Uh, tumekuja hapa kama wakazi wa Matsanjeni tuko na tatizo kubwa la stima. Sasa hivi mwezi wa pili, transformer yetu ilikuja ikaungua, ikachukuliwa, imepelekwa Malindi, tukaambiwa imeenda Mombasa, hatujapata habari. Kila time tukienda ofisi ya Kenya Power Malindi, tunaambiwa kwamba transformer italetwa kesho, italetwa kishukutwa. Ila sasa hivi tumechoka. Mimi ni mwanabiashara katika eneo lile, kazi yangu kubwa ni kuuza dukani, pia vile vile niko na biashara ya samaki uh, nyama na kadhalika. Sasa biashara kama hizo sasa hivi haziwezi kufanyika. Kwa kweli ni kwamba tumeng'ang'ana na kulalamika kwa muda mrefu, lakini hatujawahi kupata uh, jawabu lolote la maana kutoka kwa afisi ya Kenya Power. Uh, swala hili la stima kwa kweli limekuwa changamoto kwetu kama wakazi wa Matsanjeni, kwa sababu biashara zikiwa zimelala, pia kuna maswala ya usalama security imekuwa ni shida, mifugo inaibwa, pia kuna kuwa na wizi tu ambao sasa umetutatiza kwa muda, kwa sababu ya kuwa stima imepotea kwa muda sasa miezi miwili. Pia tumeng'ang'ana kufika kwa ofisi tujaribu kupata msaada, lakini kwa sasa bado hatujapata msaada. Kama ni kuenda shule, hakuna nguvu za umeme, kwa hivyo wanakosa ile hali ya kusoma na pia ukizingatia sahihi Uh, dispensari yetu ile ya karibu tunakosa huduma kwa maana, ukienda pale labda unaambiwa kifaa hiki hakiwezi kufanya kazi mpaka nguvu ya umeme, na ukiangalia stima hakuna.